Guys, tuko Toronto town kama vile unavyoona, na hii hapa mbele, najua haionekane vizuri, lakini nitajaribu kukuonyesha. Ndio tawa ambao tunakuja kiw, kuna uchafu kidogo but it's okay. tuko Toronto town kama vile unaweza unaweza ona uh, naona Toronto vile inakaa, hii ndio Toronto town sasa, lakini kuna mengi ambayo nakuja kuonesha. Acha niku nikaribie vizuri ndio uweze kupata picha ya Toronto ati hii ndio Toronto sasa, hii ukiona ingine jua photocopy. <laughs> Toronto yenyewe ndio hiyo, so kama hujawahi ona Canada vizuri haswa masaa ya usiku basi, Canada ndio hii. Nataka nikuoneshe kwanza usiku, halafu ndio nitakuleta mchana uweze kuenjoy Canada. Kawa ni hii hapa hapa, ndo sehemu ambayo nakupeleka sasa. Unaona, najua utaipenda Canada ikiwa ni usiku, iko na view nyingine tofauti sana na ile ambao watu wamezoea kuona na ile ambao pia unafikiria. Unaona uzuri sana sanawambt eh? <tototuambite> Canada <totuambite>

ijapokuwa changamoto na mizunguko ya bila kufika <laughs> lakini nakwambia tuko karibu, si unaona? Tawa yenyewe mbele yako hapo, najua inaionyesha kidogo. Nani huyo anapiga honi na taa ndio inawaka? kwani hao tawairewi barabara? Hmm, kuna haraka, siaruke magari basi, ama anunulie gari yake mabawa. Jamani, tuko downtown Toronto kwenyewe na saa hii nadhani eh, unaona town ya Toronto, nataka ni kuoneshe vizuri. Unajua ni town ambayo inakuwa busy sana, na ndio maana tukaamua kukuleta usiku. Usiku tena ni siku ya weekend eh, leo ni Friday watu wanajipanga kukuja kujivinjari na mengine kadhalika. Ijapokuwa sisi hatujakuja kujivinjari, lakini tunakuja kukuonesha city ya Toronto ikiwa ni usiku, nini ambazo aswa hufanyika uh, Toronto usiku. So kaa pamoja nasi kusudi uweze kujua mengi na kujifunza mengi sana so, town ya Toronto ama city ya Toronto eh, inakuwaga bizi sana, na ndio maana tuliamua kukuleta mida za usiku ambao tunajua haiwezi ikawa bizi zaidi, na kuna vitu nyingi tu ambazo tunavizia, najua pamoja eh, tutaweza kudiscover mengi zaidi haya. So unaona, eh, bado kuko busy busy hata kama ni usiku lakini mwenyewe unashuhudia watu wakiwa e, ni wengi na bado wanatembea maeneo mbalimbali, hata kama e, ni usiku saa hii. Unajua ni usiku kabisa, muda wa saa nne e, lakini unaona bado kuko bizi. Unajua mchana wengi huwa wanapotea hata makwao Unasahau nyumba ambayo unaishi yaani, unaishi pahali na unasahau pahali ambapo unaishi. Ona barabara bado ziko busi, watu bado wanatembea huko, watu wanakesha huko, watu huwa hawalali. Nikasema hacha nikuje kuonesha Toronto, huoni vile iko busi? So wale wanasemaga ati TO Canada hakuna pikipiki piki, hakuna baskeli, ndio hizi zinafanya mingi sana aa, kwenye siti ya Toronto ikiwa hata mpaka usiku bado zinaonekana, ikiwa hata ni usiku bado zinaonekana. So endelea kuandamana nasi kusudi tukuoneshe Toronto gisi, ni town ambao aa, ni mzuri zaidi, na najua mwenyewe utaipenda. In 300 meters, turn left onto University Avenue. So Toronto yenyewe uh, unaweza ukapotea sababu kila kitu ni ndefu, yaani ukiwa wewe ni mfupi uko kwa shida sana sababu unafinikwa tu haswa hizi uh, magorofa zikiwa zimekufinika. Turn right onto Front Street West na unaweza ukasahau hata mahali ambapo uliingilia. So kuna vitu nyingi sana ambao unaweza ukajifunza na ambazo unaweza ukaona uh, aswa hapa Toronto, na baadhi ya hizo vitu ambazo najua utafurahia kuweza kuona kuona, ndio nimeamua kukuleta uweze kuona siku ya leo, na isikusumbue sana kuona ya kwamba nimekuleta usiku pengine unaona eh, ya kwamba hautaenjoy. Unaona ya kwamba hautaenjoy, lakini kuna vitu tu nyingi sana, kuna vitu nyingi sana ambazo najua utaweza kuenjoy hata kama ni usiku. Utaweza kuona town kwanza, uzuri wake najua utaupenda ikiwa ni usiku. Uh, niko already ndani kama vile unaona, niko already ndani ya city ya Toronto, na kama vile nilikuambia, leo napanga nikuzungushe ndani uh, ya city hii ya Toronto uweze uweze kuona uh, Toronto vile inakaa. Okay. So uh, niko already city ya Toronto kama, kama vile uh, unaelewa. Yes, iko busy na sio mchezo. Unajua ni maeneo ambao uh, leo kama vile nimeishi kukuambia Najua sikuwa nimefunguka sana kwako, lakini nataka nikupeleke kwa the tallest city, uh, tower in Canada ama city tower, mnara mkubwa Canada mzima, na ni sehemu ambao kwa kweli ni ya kuvutia na yenye utalii. Ndio eh, sehemu ambao nakupeleka siku ya leo so nakupeleka kwa tawa kubwa ama mnara kubwa kama vile unavyoona hapo kwenye video yako, na unaona watu ni wengi sana, wengine ni vile naenda nikiwa avoid uh, lakini Toronto ainaga usiku wala mchana, ikiwa ni usiku iko na watu sijui. Unaona hiyo side ya pili, vile watu ni wengi sana na wengi wao ukiona vizuri, wanatokezea sehemu ambao mimi nakupeleka, sehemu ambao mimi nakupeleka ndo wametokezea. Natakiwa kuvuka na hapa ama tuendelee? Hmm. Leo nikasema no, wana KHP wengi wao uh, walikuwa wanahitaji kuona sehemu mbalimbali mbali. Na wengi walikuwa wanasema, walikuwa wanatoa malalamishi kuhusu hizo sehemu ambazo nimeishi kuwaonesha zikiwa ni maeneo ya nyumanyuma. Wengine wanataka waone minara lakini hawaoni minara. Leo nikasema no. No, lazima nikuje na nyinyi hapa. Najua kulingana na vile ambavyo uh, unapata view ya usiku hii ndio nilikuwa nataka sana sana, kwanza kusudi uweze kuelewa uh, uweze kuelewa city ya Toronto vile huwa inakaa usiku uh, watu wanakaaje usiku, alafu ndo nitakuja kukuleta sasa uone wale ambao ni wa mchana. Sawa, so, najua eh, siku zote niko ndani ya nchi hii ndio nimekutana na mapolisi na ni siku za kuhesabu. Unaona tawa kwanza ndio hii, najua huwezi ukaiona vizuri kwa hivyo, lakini nitakupea eh, view ya mchana, lakini acha kwanza nikufikishe kusudi uweze kuona. Uh, uzuri wa hiyo sehemu ikiwa ni muda wa usiku, lakini kile ambacho nilikuwa nasema ni nimekuwa ndani ya nchi hii na kila mara ambao, uh, nakutana na, na, na polisi, lakini hakuna wakati nimeshawahi kukutana nao <laughs> wakiwa na bunduki kubwa, pengine wakati ambao Uh, nitafanyikiwa kukutana na askari na ndio naweza nikaona kuingilia hapa. mm -hmm. mm -hmm. mm hivyo -hmm. E, hivyo ndio pia Canada kukiwa na gemu ya hoki kunapata watu wanakuwa ni wengi so hawa wote ni wale ambao wanatoka kuwatch game ya hoki, na ndio maana unaona watu ni wengi sana. Jamaa anaimba live, tafadhali tuletee ishu za copyright. Watu wanakula ngoma hapa, jamaa anapiga mziki wake live ndani ya city ya Toronto na hii ni kawa ambao uh, tunakuja kuangalia siku ya leo. So game ikiwa imemalizika, unaona watu ni wengi sana hizi maeneo. Kama kawaida, Toronto ni city ambayo inakuwaga ni busy sana, na ndio maana kila mara nawaambiaga Ukihitaji kukuja Canada wakati unaenda kutafuta viza usitafute ya kuja Toronto, sababu itakuwa ngumu sana, upewe wenyewe kumeshaja yeah. so wana uzuri wa hizi maeneo na wale unasemaga ya kwamba Canada eh, haina watu, nadhani leo mmefanyikiwa kuwaona, najua ya kwamba uh, yes maeneo mbalimbali. Hii inaandikwa uh, la tawa CN tawa. So hii uh, ni tawa kubwa sana ama ndefu sana Kanada. Najua ni view ya usiku, ndio najaribu kukuonyesha So ni sehemu nzuri sana ambayo inakuwaga bizi usiku kama vile mchana, na leo nikasema lazima niwalete kwanza usiku kama vile nimewaambia, uh, na bado nitawaleta mchana siku nyingine kusudi muweze kuenjoy view ya yeah, hii sehemu mchana. Na kama usiku iko na watu hivyo, mchana itakuwaje mchana itakuwaje? uh, najua ni ndefu sana, lakini nijaribu kuonyesha hivyo. Nilikuwa nataka uweze kuona jinsi uh, inakaa kila sehemu, jinsi kunawaka, jinsi kunapendeza na vile ni kuzuri uwe unapata view kama hizi. Ndio wakati ambao unakuja Canada, usiwe kama, kama mgeni yaani hii ni Toronto. Unaona vijana wanakula bangi yao ndani ya, ya, ya, ya mji na polisi wako upande wa pili, lakini hawana shughuli. Unajua kuna inchi zingine zinalalisha, ijapokuwa sio mzuri, na pia inchi zingine shida ni wao wenyewe watumiaji. Kuna wale ambao wanatumia vibaya, kuna wale ambao wanatumia vibaya, kuna zile inchi ambazo wakahalalisha kitu kama hii, wanaweza wakaitumia vibaya kiasi ya kwamba watu hawatapenda na wengine wanaweza wakawa vichaa, lakini wao wanajua kwa nini wanaruhusu watu waweze kuitumia kihivyo. Hii sehemu iko bizi kama vile unavyoona gisi. Unaona kuna sehemu mbalimbali ambao kuna wajamaa wanapiga mziki na watu wanabambika so hii ndio city ya Toronto. Hata kama ni muda ya usiku usiku, najua kuna mengi ambao unaweza ukaenjoy hii sehemu. So ikiwa wewe ni mpya kwenye channel hii, kumbuka kusubscribe tunapoendelea uh, kukuonesha the city of Toronto na uzuri wake. Kuna hawa samaki na hizo uh, yani, hizi vitu zote ambazo unaona zimechorewa zimechorwa hapa, ziko huko ndani kwenye maji, na unaweza ukaziona, lakini kulingana na vile kumeweza kufungwa, ndio maana hujafanyikiwa uh, kuweza kuziona hii ni siti ya Toronto ambao siku ya leo niliamua kuweza kukuonyesha ama kuweza kukutembeza, hata kama jumida ya usiku. Usiku yenyewe unaona anachangamka, utafikiri ni mchana, na bado movement na watu ni wengi. Yaani Toronto hakuna usiku, kama vile mchana, watu wanazunguka usiku uh, kama vile mchana, haina mida ambao unaweza ukatembea na uone ya kwamba kunakauka kama sehemu zingine za Canada. Unajua sehemu mbalimbali mbali, eh, huwa zinakauka. Hiyo hapo eh, ni sehemu ambao unaweza ukapata eh, kama ni basi, treni ya kuweza kukupeleka maeneo ya kwako nyumbani pengine, eh, ulikuja kutembea huku na huku kuja na gari la kibinafsi, na hujui vile ambavyo utaweza kurudi maeneo pengine ya nyumbani, unaweza ukatumia, unaweza ukaingia hapo na utapata gesi ya kurudi. So ni sehemu nzuri sana ambayo inavutia hasa ukikuja mchana kuna vitu nyingi sana ambazo najua utapenda. Kuna vitu nyingi sana ambazo najua utapenda. So uh, ikiwa ni mida ya usiku usiku, acha niweze kukuonyesha tu vile kunakwa, lakini kama utopenda nataka uniambie, nikurejeshe huku siku moja ikiwa ni mchana na niweze kukuonyesha vizuri vile kunakaa kusudi uweze kuenjoy city ya Toronto. Na kuna sehemu nyingi sana mzuri hapa Canada ambazo unajua unaweza ukapendelea ama ukafurahia kuona na ikiwa utapenda aina ya video kama hizi, na nataka uweze kusema jambo hapo kwenye comment section yako na mimi nitajitahidi niweze kukuonesha maeneo mbalimbali ambayo najua utapenda. So, ikiwa ni hii sehemu, ikiwa ni sehemu zingine tofauti, ukitaka kuona hii sehemu mchana, na unaweza kunijulisha, nitajitahidi nifanye mpango sudi so, niweze eh, kurudi maeneo hiyo na nihakikishe ya kwamba nimekuleta hapa mchana, na ukitaka kuenda pahali eh, hapa ndo utakuja upande train na ikupeleke sehemu ambayo unahitaji wewe kuenda, ikiwa unataka kurudi maeneo ya mahali ambao ulitoka, e, ama unataka kuenda sehemu fulani na ujui utaenda aje, lazima ukuje hapa Toronto. Ukishafika Toronto utapata zile ambazo zita utapata train ambayo itakukonnect na kukupeleka sehemu yoyote ile ambayo wewe unahitaji kuenda. So hii sehemu ambayo nakuzungusha ni sehemu ya train na sababu mimi sijakuja na treni, ndio maana siwezi nikakuonyesha huko ndani. Pengine nikuoneshe, ukipenda nikuoneshe hizo maeneo, ama nikuoneshe hiyo sehemu ikiwa ni mchana, siku ambayo nitaweza kurudi. Eh, hii nafasi kwa ajili ya kuweza kukuonesha vizuri vile kunakaa, ikiwa ni mchana na Uhum. Ikiwa ni mchana utaona hiyo sehemu vile inakaa, lakini eh, kidogo kuna picha hapa ambazo unaweza ukaona. Hizi ni kama chapa tu, ni kama chapa ya kuonyesha maeneo mbalimbali ya kuonyesha maeneo mbalimbali, na hii ha, sehemu hapa ikiwa hujui urefu wako <laughs> ikiwa hujui urefu wako unaweza ukakuja ukapima urefu wako na utaweza kujua wewe mwenyewe uko na urefu, uko na urefu uh, kiasi gani? Unaona <coughs> hawa <ha>, wanajaribu kupima <coughs> urefu wao waweze kujua wako uh, na urefu kiasi gani. Unajua haitakuwa kama mpya kwako, sababu itakuwa tayari umeshajifunza vitu uh, nyingi utakuwa umeshaona vitu nyingi ambazo zitakuwa muhimu sana kwako, na hapa ndio sehemu ambao huwa wanaingilia. Ndio vile sitaki nionyeshe sana hiyo side sana uh sana kukiwa na au ma security huwa hawapendi kuonekana kwa video, ndio maana sijapenda sana kuonyesha hizo masehemu, na kama unaona kuna pia uh, rangi nyingi ambayo inatofanana haswa sisi e, Waafrika, na unajua mara nyingi kuna pia sehemu mbalimbali ambazo sio wote ndio wanatumia, e, sio wote ambao wako na rangi hiyo ndio wanakuwa ni Waafrika, ijapokuwa Waafrika wako wengi tu hapa e, Canada na wote ambao wanatumia rangi hiyo ndio namaanisha wao na Waafrika, kwa sababu e, Jamaika pia wako na rangi kama hii yetu, kwa maeneo mbalimbali ya, ya dunia wako na rangi kama hizo zetu, so isiku confuse, lakini najua Waafrika pia ni wengi sana hapa Canada. So huku ni exit Huku ni exit ambao naenda kukutoa sasa. Ndio maana nilikuambia kwamba hii video ni kubwa, hata kama ni usiku, najua itachukua uh, episode kadhaa. Kwa hiyo uhakikisha kwamba umeifuata mpaka dakika ya mwisho, kusudi uweze kuelewa mambo mengi ya hapa Canada. Kwambia kwa huku hakuna usiku, hakuna mchana. Ikiwa ni usiku sasa, ndio watu eh, watakuwa ni kama wanaamka, na hata ukikesha hapa bado utaona watu mpaka asubuhi, hmm? Hii ni sehemu ya mwisho ya hii rail station na sehemu ambao wengi, ambao watu huwa wanatokezea. So ikiwa uh, ya kwamba nataka ku, kuabiri train unaweza hapa uka... No, ni sehemu ambao kwa wale ambao wamekuja, ndio wanatokezea. Hiyo ni entrance to trains. Hi, hey, how are you? I'm fine. My get here. Hii sehemu iko poa sana na unaona pia kuna wale ambao wanaporea hapa. Uh, nikwambia chokorao wako kila pahali hawa hawana pahali ndio unaona. Wengine wanakujaga wanatulia tu hapa ikiwa ni mida ya jioni. Acha nikutoe nje. Endelee kukuonesha, uh, endelee kukuonesha barabara ikiwa ni mida ya usiku vile ambavyo inakaa uendelee kujionea mwenyewe na kuenjoy vile ambavyo kunakaa